Chama cha wajane Tanzania Tawia champongeza rais John Magufuli kwa kitendo chake cha kumsaidia mjane Swahba Shos aliyechoshwa, uh, na uonevu katika kudai haki zake za mirathi baada ya kifo cha mumewe. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa Tawia Rose Sawat, amesisitiza kwamba agizo la rais la kutaka mjane huyo asaidiwe kupata haki zake limeweka msingi madhubuti wa kilio cha wajane hapa nchini kuanza kusikilizwa. Amebainisha kwamba wajane hapa nchini wamekuwa wakikabiliwa na changamoto mbalimbali, ambapo baadhi ya ndugu wasiowaaminifu kutoka upande wa marehemu wamekuwa wakiwadhulumu mali za wajane. Ombi letu kwa Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli Tunaomba mahakama ya familia itakayosimamia kesi zote za masuala ya familia ikiwemo kesi za mirathi, jambo litakaloondoa msongamano wa kesi zetu zilizozagaa katika mahakama mbalimbali nchini. Kama ni kiwanja au shamba, basi anapata shamba hewa, kwa sababu bado hajapata nini, hati miliki za kusema kwamba lile shamba sasa ni la kwake, anaweza kakaa kwa amani. Kwa hiyo ina maana anaishi tena akiwa na hofu. Jana wakati akizindua mwaka mpya wa mahakama katika viwanja vya Garden Avenue jijini Dar es Salaam, Rais John Magufuli aliagiza mamlaka zinazohusika kuhakikisha kwamba mjane Swahaba Shos anapatiwa haki zake zote ikiwa ni pamoja na kuwekewa ulinzi dhidi ya watu wanaomnyanyasa. Aziza Bakari, Channel 10.